mashauri ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadpol ametahadharisha kutopuuza kitisho cha Urusi kwa Ujerumani. Wadpol amesema Urusi inatishia moja kwa moja mfumo wa maisha yenye amani na uhuru walio e, yaliyopo nchini Ujerumani. Kiongozi huyo amesema hayo kupitia shirika la habari la Funk katika maoni yake, akivitaka vita vya Urusi na Ukraine akivitaja kuwa, kuwa tishio kubwa zaidi la kiusalama barani Ulaya na suala muhimu zaidi katika sera ya kigeni ya Ujerumani. Watu kumi na saba wakiwemo watoto watatu wameuawa na wengine ishirini wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Israeli katika ukanda wa Gaza. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa shirika la ulinzi la raia la Gaza Mahamud Basal, huku jeshi la Israel likikataa kuzungumzia matukio hayo na kusema limekuwa likipambana ili kuvunja uwezo wa kijeshi wa kundi la Hamas. Na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine ametia saini makubaliano ya kuiondoa Ukraine kwenye mkataba wa Ottawa unaopiga marufuku matumizi ya mabomu ya ardhini. Umuzi wa kuachana na mkataba huo lazima uidhinishwe na bunge la Ukraine na uwasilishwe moja kwa moja Umoja wa Mataifa kabla ya kuanza kutekelezwa. Hatua hiyo ya Ukraine inalingana na zile zilizochukuliwa hivi karibuni na mataifa ya Baltic pamoja na Poland. Naam, na tuzungumze kuhusiana na taarifa ambazo nimekusomea. Tuanze na taarifa hii ya Rais wa Ukraine Zelensky, ambaye ame kuweka saini kuondoa Ukraine kwenye mkataba wa Ottawa ambao wenyewe walikuwa wanapiga marufuku matumizi ya mabomu ya ardhini. E, hi, hii na maanisha nini? Anataka atumie zaidi, eh? <laughs> No, ni katika shinikizo. Unajua kuna wakati unazungumza halafu watu hawataki kukusikiliza, kwa hiyo ili wakusikilize inabidi uweke shinikizo fulani. Sasa ukiweka shinikizo kama hili kidogo, unawavuta kwenye meza, wanakuja lakini kiuhalisia sioni kama ina faida yoyote kwa Ukraine katika kipindi hiki. Nadhani Ukraine wange, wangejikita kabisa tunawezaje kulimaliza hili. Mkataba huu unazungumzia nini hasa, kwa sababu tunafahamu kuna mikataba mingi ambayo inahusika na matumizi ya silaha. Kuna ule wa makubaliano ya nuclear mwaka 2015, kuna huu mkataba wa Ottawa. Na ni kwa nini hasa Ukraine ilijiingiza kwenye mkataba ambao ulikuwa una, unaifanya shindo kutumia mabomu ya ardhini. No, huu ni mkataba ambao uh, kiuhalisia ulitoka unaweza kusema kutoka vita ya pili ya dunia, lakini baada ya vita baridi, unajua, uh, mfano kwenye vita ya Vietnam, inatajwa katika eneo lililoathirika zaidi na hili suala lilikuwa ni Vietnam, hasa upande ambao Marekani alikuwa akipigana kwa sababu yeah, kulikuwa kuna mabomu mengi sana ambayo mpaka leo hajalipuliwa haja, haja Ujerumani mwezi uliopita yenyewe pale kulikuwa kuna mabomu ambayo inalipua yalikuwa ardhini. Sasa kijiografia Ukraine ni sehemu ambayo ilipitiwa na vita ya pili ya, ya dunia, kwa hiyo hata yenyewe ilikutana na hiki kitu okay. cha kuhifadhi hifadhi kubwa ya mabomu ya ardhini ambayo yamekuwepo. Kwa hiyo Ukraine kusaini yale makubaliano sawa na nchi za Baltic nyingine ilikuwa ni sawa sawa, kwa sababu ni eneo ambalo lilikuwa na athari kubwa hmm. ya hayo masuala. Kwa hiyo kusema kujitoa, huwezi kuona kama kuna mantiki yoyote ya kujitoa sasa hali ya kuwa Ukitazama dunia ya leo na ulimwengu wa sasa ulivyoendelea na vita zinavyopigwa hivi sasa hawatumii sana mm -mm. Kitendo cha kuhifadhi mabomu ardhini na nini, leo hii watu wanakupiga kwa kutokea mbali. Kwa hiyo unaona kama vile kuwa naweza kuwa ni mkataba kama labda umepitwa na wakati, lakini Ukraine anataka utumie angalau sauti isikike ili tuweze kujaribu kubalance baadhi ya vitu saa mm -mm. Sasa kabisa na itakuwa na athari gani sasa maanake, baada ya kufanya hivyo, na je, inawezekana kujitoa kirahisi kwenye mkataba huo? Ni mpaka sababu, tunaona kuna hatua za kwenda kupeleka ha, yeah. bungeni na Umoja wa Mataifa halafu na mm. Umoja wa Mataifa uidhinishe hilo. Sasa inategemea, unajua sheria za kimataifa zinavyofanya kazi, inategemea we uko upande gani. Uh, kuna sheria zinafanya kazi mfano taarifa ya Irani juzi kujitoa kwenye mkataba wa IAEA ambao ametangaza kuwa tunajiondoa, tayari kuna shinikizo kutoka Ulaya kuwa ah, ah, haupaswi kujitoa, lakini kuna nchi ambao sio wanachama kabisa hata wa NPT. No, huguswi unaangelia. Kwa hiyo inategemea wewe, nyuma yako yuko nani, kuwa anaweza akaruhusu hili kuwa ah, mwache atoke, lakini kuna mwingine kuwa mm, mm sisi tunataka tukukague tu kila siku tuendelee kukagua hmm. lakini kuna mwingine anasema mimi sitaki kabisa hilo, na hakuna anayemgusa Israeli, India, Pakistan, South Korea sio wanachama wa NPT kabisa, na wote wana nyuklia sio wanachama lakini, eh, Iran ambaye hajatangazwa kuwa na nyuklia ni mwanachama wa NPT, yuko iaa zote yupo, lakini bado yeye anafatiliwa, na licha ya kuwa yeye ni mwanachama, kuna wengine ambao kabisa sio wanachama, hawataki kukaguliwa, hawataki kujua wanafanya nini yes. na wanaishi vizuri tu mm. kwa hiyo inategemea we nyuma yako yupo nani. Sasa tu, tutazame taarifa kuhusiana na Ujerumani. Ujerumani inalalamika kwamba kuna kitisho cha Urusi dhidi ya Ujerumani na amezungumza waziri wa mambo ya nchi za nje eh, Johann Wadepool akisema uh, kwamba Ujerumani haipaswi kupuuza jambo hilo. Ni nini hasa ambacho Ujerumani inaona kwamba Urusi inaitishia? Nadhani wameongeza chumvi huu. Mm. Ni kitu ambacho nadhani kilitengenezwa kusudi, na hili tishio ambalo Ujerumani analizungumza kwa Urusi lilitengenezwa kwa nchi nyingi za Ulaya ambao ukiwasikiza juzi kwenye mkutano wa NETO ambao wanaenda kuongeza bajeti yao ya matumizi ya, ya kijeshi ambao wameongeza asilimia tano. Lengo kubwa wanasema ni tishio la usalama. Hmm. Yani kuwa wote wanaongeza bajeti kwa sababu ya tishio la nani? La usalama. La usalama. Nani anawatisha Ulaya? Urusi. Kitu ambacho ukienda kwenye uhalisia unagoma. Urusi hakuna sehemu alikuwa anaingiza pesa kuzidi Ulaya. Yeye ndiye alikuwa msambazaji mkubwa wa gesi, karibu yeah, wa nusu ya gesi yote ya Ulaya alikuwa anasambaza yeye. Mafuta yeye ndio alikuwa anasambaza. Tuseme tuchukue Ujerumani Ujerumani, Urusi, bomba ya kwanza Nord Stream 1 ilikuwepo inapeleka gesi. Hivi karibuni wakaihujumu bomba ya pili ya Nord Stream 2 wakati kuanzia utawala wa Trump. Wakaanza wakaihujumu wakati wa vita imeanza, wakaishambulia ikapasuka ika, ika kwenye bahari ya karibu na, na Ukraine. Hmm. Nord Stream 2 ambayo inapeleka gesi. We unawezaje kuukata mkono unaokulisha? Umeona? Yaani ukiangalia nchi zenye uchumi mkubwa kabisa barani Ulaya ni Ujerumani. Urusi anafaidika na ule uchumi mkubwa wa Ulaya kupitia kwake ataendaje, kuwashambulia ni kitu ambacho sio sahihi, na ndio maana mara nyingi Putin huwa anasema kuwa akisikia kuwa utashambulia nchi za Ulaya, zinachukua tahadhari, anasema ni wazimu yeah, kuwa, vipi ni yani kuwa, ni washambulie kwa lipi? Yeye ana vitu vyake, ana sehemu zake kuwa bwana, mimi mchoro wangu ni huko hapa. Na ndio maana kwenye kile swala ambacho huwa watu wanasema kuwa ne, ne, shida ya, ya urusi hataki mpaka wake na NATO yeah, sio kweli Urusi hataki Ukraine tu, sio kwingine. Kuna nchi ambazo Urusi anaamini ni zake. Na juzi Putin kazungumza, kasema kuwa sasa tunaitaka Ukraine yote. Lengo ni Ukraine, kwa sababu miaka ishirini iliyopita tayari Urusi ana mpaka na NATO hmm. Kutoka Estonia na Lithuania, tayari waliingia 2004 au NATO akajiunga, tayari Urusi alikuwa na mpaka na NATO hmm. Juzi miaka miwili imepita, kaweka mpaka wa kilomita 1300 na Finland hmm. Ambao ni mkubwa kabisa NATO kwa nini huku alalamiki wala hasemi kama kuna tishio wala hasemi lolote? Tutarajie Ujerumani itachukua hatua zozote hivi karibuni dhidi ya Urusi? Hatua zote wanazichukulia kwa kumfadhili zaidi Ukraine ndio, mm-hmm. Hatua zinakochukuliwa, yaani wanahisi kuwa tunaweza kumdhibiti Urusi kwa kupitia Ukraine. Lakin... Na, na hiyo itaathiri ita, vipi biashara kati ya nchi hizi mbili, kwa sababu tunafahamu kwamba kwa, kwa, kwa, kwa muda mrefu uh, Urusi na Ujerumani zimekuwa zikishirikiana kwenye miradi mikubwa sana hasa upande wa gesi athari ilisha kuwepo kwa sababu Nord Stream 1 ilifungwa, Nord Stream 2 ilishafungwa na baadhi ya nchi za Ulaya ambazo hazipokei tena moja kwa moja gesi ya Urusi. Tayari athari imekuwepo ya kibiashara, lakini si kweli kuwa useme kuwa Urusi anawaza kwenda kushambulia Ujerumani au nchi yoyote, ni si kweli. Ila labda wao kama wanafikiria athari inayokuja inaweza ikawaumiza zaidi Ulaya, kwa sababu Ulaya walibadilisha mchezo fulani hivi, yaani ni, ni kama uh, mimi sinunui tena kwako bidhaa zako ila wewe unamuuzia mi nitaenda kununua kwa Hilda ila ni za kwako hiyo, yeah. Kwa, ndio mchezo uliochezeka kuwa mfano utachukua kwa kuwa... sasa hivi, kwa sababu kwa kiasi kikubwa gesi ya Ujerumani nafikiri asilimia nyingi kwa natoka Urusi. ilikuwa inatoka Urusi, sasa wananunua kupitia... sasa hivi sasa hivi ni kiasi gani cha, cha gesi ambacho Ujerumani ananunua kutoka Urusi? ni kiwango kidogo sana anachonunua, lakini sasa ananunua mlango wa tatu. Mm. Yani, ananunua kupitia nchi ya tatu, nitakupa mfano ambayo ni nchi gani. India ndio msambazaji mkubwa wa Ulaya hivi sasa, mafuta na gesi. India ni msambazaji mkubwa sana, lakini waka, ndio nakupa huu mfano kwa Hmm. Mwanzo wa vita wakati inaanza ile 2022 India alikuwa ananunua gesi na gesi ya Urusi na mafuta ni chini ya asilimia tatu. Hmm. Chini ya asilimia tatu. Leo hii India anachukua zaidi ya asilimia 40. Hizi Asi zinaenda mbali sana, inaenda mpaka kule mashariki ya mbali halafu inazunguka ina, ina, inakuja ina... Vizuri wanaleta kwa meli. Hmm. Yaani kwa kiwango kikubwa wanaleta kwa meli. Yaani mimi sinunui kwako good lucking lakini we unamuuzia Hilda, mi naenda kuchukua kwa Hilda. Mm. Yani ni hivi tu alivyokuwa anazungumza uh, waziri wa mambo ya nje wa Hungary uh, Peter Zojet, kuna siku alikuwa anazungumza anasema kuwa kuna vichekesho vingine vinaendelea. Kwa hiyo, unajua Hungary ni moja ya nchi ambayo inapinga sana ugomvi wa, wa Ulaya na, na Hungary haijaiwekea vikwazo Urusi katika kipindi chote. Unajua waziri mkuu uh, huyu uh, Victor Oban, yeye amekuwa ni mshirika kamili wa Urusi. Mm. Sasa mara kadhaa huwa wanapinga wenyewe wanatoa mfano, wanasema mfano chukua kitu kimoja kuwa, Hungary wana kinu cha nyuklia ambacho kina mkataba wa Gazprom kujengwa. Gazprom ni kampuni ya Urusi ambayo inajenga kile kinu cha nyuklia cha Hungary. Lakini kampuni nyingine zinazosaidiana na kampuni ya Gazprom kujenga katika baadhi ya vitengo mle ni kampuni za Ujerumani, Uingereza, sijui Ufaransa, ndio kampuni hizo. Yaani mwenye tenda ni Mrusi. Gazprom. Halafu Gazprom anawagawia sasa makampuni ya Urusi, makampuni ya Ujerumani, kampuni ya nini ambayo yanafanya kazi kwenye kinu kile cha nyuklia. Sasa anauliza, huu ugomvi ni wa ugomvi wa aina gani? Kwenye maslahi mnakuwa pamoja, ikifika upande wa pili huku mnazunguka, mnaonekana kama kuna kitu unajua, kuna kitu kimoja kimetengenezwa kuna wakati unawatazama, una viongozi una, mbona hawa ni viongozi wakubwa wanaelimu, wamesoma, mbona vitu ni vyepesi sana kuving'amua, kuwa hii inatoka hapa, inaanzia hapa mm. Kwa nini wao hawataki kung'amua, tuseme kuwa threat iliyotengenezwa Middle East, yani tishio lililotengenezwa Middle East ni kuwa nyinyi hapa warabu huyu Irani atawashambulia, yeah. Umeona, lakini Irani hajawahi kumshambulia hata mmoja, ila walishaaminishwa kuwa huyu atakuja kuwashambulia kwao, nunueni ote. silaha mjilinde, yeah. na wao wananunua. Unaionaje, una nguvu ya kijeshi ya Ujerumani dhidi ya ina nguvu ni nguvu kubwa ya kijeshi, ya kubwa, yani kubwa kijeshi lakini huwezi kufananisha na Urusi. Urusi bado ni nguvu. Urusi ni nguvu ya pili duniani nyuma ya Marekani ni, ni, ni Urusi. Kwa hiyo huwezi kusema kuwa Ujerumani anachojikinga yupo kwenye NATO kuwa watatumia kifungu cha tano. Yeah. na kitu ambacho hawakiwezi yani, linapofika swala la unajua Ulaya wana kile kitu kuwa wanapenda kama migogoro au vita zitokee kwenu hmm. Isiwe athari na inaweza ikawafikia wao, juu zifikiria kuwa uh, walivyompa tishio Irani kuwa huenda wataingilia Irani, walichojibu wakasema kuwa tuna makombora yanafika Ulaya yote, wakitazama kile kinachotokea Tel Avivu cha Irani wanaona mm -mm. Sisi tumezoea vita zetu zile za NATO, tupigane Libya hmm. Tupigane Iraki, tupigane huko huko kwenu bila upande wa unamwona Ujerumani akiwa mwepesi kuingia kwenye hakuna... ha... e, vita yoyote yoyote. Ujerumani, historia, eh walikuwaga zamani taifa lenye watu wa vita vita, kwamba vita zote mbili kubwa ya kwanza na ya pili zote <laughs> eh. hamna tishio, hamna tishio lolote la kusema kuwa kuna mzozo wa kushambuliwa, halipo yani, kikawaida halipo, labda kama watataka kulileta hmm. Lakini sioni kama kuna tishio la kuvuka nchi yoyote kutoka kwa Ukraine yeah. lolote yani kuvuka nchi yoyote kwenda Ukraine. Fikiria kuwa Urusi bado wamekuwa na ustarabu yani wa kustahimili, mfano nchi za Estonia na Lithuania ambazo ni washirika wa, wa NATO mara zote zinapokea ndege za Marekani zile F35, F6. unajua ndege za F35 zinaweza kubeba makombora ya nyuklia na zinafanya doria kwenye mpaka, lakini urusi wala wala hata nawaangalia nyie, zungukeni, fanyeni hivi, yani manake kama kuwa hata mi sitaki ugomvi na nyinyi yeah. Yani kuwa unajua mnanitafutia sababu ili mpate kutimiza yale malengo yenu. Trump amewaambia NATO ongezeni matumizi, kwa sababu afanye biashara zaidi ya asilimia themanini au zaidi ya themanini, ambazo watanunua silaha zitaenda kununuliwa silaha za Marekani tu kujilinda manake, ukisha kuwa NATO mkataba unakubana kwenda kununua silaha za washirika wengine wa, huwezi kukimbilia China wala huwezi kukimbia Urusi, kwa sababu Uturuki alifanya hivyo 2017 akanunua S400 ikamletea matatizo. tuamie to, Israel uh, tumtazame uh, Bibi Benjamin Netanyahu. Unaweza ukasema sasa hivi ndo kivurugi eh? Uh, <laughs> mze wa dunia Trump anamwombea na mzee wa vita mm, anasema, simba wa vita mm, licha ya kwamba ndani kule anakabiliwa kabili, ana na kesi za ufisadi sasa, mahakama imeahirisha kwa sababu upande wao, upande wa Benjamin Netanyahu waliomba kwamba anataka apate muda wa kuconcentrate na mambo ya vita kwanza na mazungumzo e, na Trump mwenyewe kasema, bwana mkimsumbua na kesi kesi yenu mtamvuruga, atashindwa kufanya mazungumzo na Hamas na nini na mambo ya sasa, kuna mambo ya Israeli dhidi ya Iran na vitu kama hivyo. Ah, uh, unazungumziaje mwenendo wa kesi lakini pia nafasi ya Benjamin Netanyahu hivi sasa ndani ya Israeli? kuna interview moja ilifanywa na Bill Clinton mm. kama wiki mbili zimepita. Uliona, niliona, uliona, ulimsikia alichokuwa anakisema kuhusu nini? Kuhusu Netanyahu mm. Alisema kuwa Netanyahu anaanzisha migogoro yote duniani na kuanzisha huku, lengo lote ni kubaki madarakani, yani kuvuruga kesi zake na mm. kuhende, angalau aendelee kusalia madarakani. Hili limekuwa likizungumzwa sana hata jana juzi wakati Trump anaiagiza Yaani kwanza Trump alimwagiza Rais Isaac Herzog kuwa unayo mamlaka ya kuagiza kesi ifutwe. Mm. Yaani Netanyahu. Trump alimwagiza Rais wa Israeli kuwa unayo nafasi ya kuziagiza mahakama za Israeli zifute kesi ambayo inamkabili Netanyahu. Netanyahu ana kesi ya 2019 ambayo ni kesi namba 1000 namba 2000 na 4000. Kesi za ufisadi, matumizi mabaya ya madaraka na kila kitu. Hizo ni kesi za zamani. Mm. Kuna kesi mpya ambazo zilianzishwa juzi wakati yupo kwenye mgogoro. Kuna kesi inaitwa Qatar Gate ambayo inatajwa Netanyahu na washirika wake walihongwa pesa na Qatar kwa ajili ya kupendelea baadhi ya vitu, lakini kuna kesi ambayo ilianzishwa na mkuu uh, um, wa shirika aliyejiuzulu David Pan kuhusu uvujishaji wa taarifa ambazo ilikuwa inamhusu Netanyahu moja kwa moja. Kuna taarifa zilikuwa zimevuja. Kuna kesi ambayo haijafunguliwa ambayo hata mwenyewe nani, Ronen Bar ambaye alitaka kuifungua uchunguzi ya kilichotokea Oktoba saba kwa sababu taarifa zilitaja kuwa toka taarifa alipoipata Netanyahu ya uvamizi, na kuna maamuzi aliyachukua ambayo yaliwaumiza wa Israeli, kwa hiyo uchunguzi unatakiwa ufanyike. Kwa hiyo kuna kesi mpya haziafunguliwa. Mm. Trump anaiagiza Israeli kuwa huyu mtu wenu ni shujaa. Kwa hiyo hizi kesi zinatakiwa zifutwe. Unadhani atafanikiwa? Unazitafuta. Nashukuru mahakama imemjibu pale pale kuwa hii ni nchi huru ambayo haiwezi ikaamuliwa kutoka nje. Na nimemsikia jana kiongozi wa upinzani Yair Lapid yeah, hmm, akasema Trump hapaswi kuingilia masuala ya, ya haki na sheria katika nchi ambayo iko huru na ina mahakama. Nadhani kesi hizi zitamgharimu kwa yoyote Netanyahu, na ndio zinazomsumbua kubaki kwenye vita kwa sababu ni kesi ambazo zimemkalia pabaya. Hmm. Na mwisho wake wanajua kabisa kuwa watammaliza kwenye hizi kesi. Amekuwa aki, akiomba mara kadhaa kuwa nipeni muda nisubiri. Kama unakumbuka kuwa mwaka jana wakati wanapigana na Hizbullah pia hii kesi ilikuwa ina, inaendelea akaomba akasema kuwa siwezi kuja kwenye kesi ya ma, kwenye mahakama ya Jerusalem kwa sababu haina usalama. Kipindi ametokea tishio la droni imepiga kwenye nyumba yake, akasema siwezi, kwa hiyo naombeni muda. Wakampa wiki mbili, akaendelea. Kwa hiyo kesi ilikuwa itajwa wiki hii, kaomba tena wiki mbili na wamemkubalia wiki mbili, lakini wataendelea na kesi. Unamuona mtu huyu kwenye nafasi ya waziri mkuu wa Israel, eh, kwa muda gani zaidi? Kwa kilichotokea mfano kama hivi sasa, kwa kilichotokea Iran Netanyahu ukichukua vyombo vya habari sema kuna kitu kimoja ambacho bado kinanichanganya kuwa hata Israel ina vyombo ambavyo vinazungumza tofauti eh, ambao vinazungumza tofauti sasa. Ukichukulia anachozungumza neta, anachozungumza Netanyahu ukachukulia anachozungumza Trump, kuwa manake turufu kubwa kabisa ya uchaguzi wa Israeli huwa eh, ni Iran Angalia uchaguzi wowote wa, wa Israel unapotaka kufanyika lazima wagombea wengi watazungumza kuhusu Iran yani, atakaezungumza ukali kuhusu Iran, tutachukua hatua kwa Iran na nini, anakuwa kwenye kampeni nzuri. Sasa hmm. Netanyahu katoka kwenye operesheni ambayo yeye na Trump wanasema ni wameshinda wa wakati vyombo vya habari vya kimataifa bado vinaonyesha kuwa hamjamaliza tishio lolote hmm. kwa hiyo ana ile kama turufu ya kuwa mimi nimeshinda, kwa hiyo naweza nikarudi kwenye uchaguzi yes. Wakati wowote wa na ni, naweza nikashinda. Nikitazama kwenye kura bado liko inaweza ikaongoza mm. kwenye kura ambazo mm. utafanyika, anaweza akaongoza kwa wabunge kiasi hata wawili watatu mbele ya vyama vingine. Kwa hiyo uh -huh. Netanyahu anaweza kupewa nafasi nyingine ya kuunda serikali mm. hata kama wataenda kwenye uchaguzi kesi, kesi zitaendelea kwa sababu hizi kesi za muda mrefu. Haya bwana, sio kama zile kesi za hapa Tanzania. mm zinaendelea kuhusiana na wale wabunge mpaka wanamaliza, sijui zitaendelea kesi. Lazima iendelee kwa sababu haiishi, unabaki kuwa ulifukuzwa kwenye chama wakati huko chama cha pili. Haya bwana, tunakamilisha hivyo. Sasa Ibrahim Rahbi, ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa maswala ya kimataifa, tukizungumza naye hapa, na tunakamilisha hivyo.